na washikadao kwenye sekta ya misitu wamepinga zabuni ya shirika la huduma za misitu KFS ya kuvuna ekari elfu 45 za miti iliyokomaa. Kulingana nao, hiyo ni njama ya unyang'anyi wa misitu inayofanywa chini ya uuzaji wa vifaa vya misitu. Wanasema zabuni hiyo ni kinyume cha sheria na inalenga kumpendelea mtu mmoja wanayedai alikuwa ni mjumbe wa zamani wa bodi ya KFS. ni scandal ambayo kama serikali itaruhusu itekelezwe itakuwa equivalent because we are talking of 26 billion itakuwa kama ile ya uh, Goldenberg ama Anglo Leasing ama Eurobond, yeah, yeah. Kwa hivyo tunaomba serikali wachukue hatua ya haraka kusimamisha hii wizi na land grabbing, ministry of environment na ministry hiyo ya finance wawachane na sisi na wajue thizi, tumekuwa tukilipa miti, tumekuwa tukifanya kazi na um, um, president mwenyewe alisema wasalas wasaidiwe, na ndio sisi, na mpaka saa hizi wanataka kutunyanyaza. Tungeomba hiyo tuhakikishwe tumepata miti, tunalipa tupasue, lakini tusifinywe kama wakati wa wazazi yetu. Tumepeleka mamaranda 4 na hatujawahi kujibiwa na zile magovernment ambayo zilipita, so tulikuwa na plan ya kuona the sitting president ambayo tunapenda na tunajua atatusikiza.